Ninapenda kuendelea na somo la vipawa nikiwatayarisheni kuwa tayari kupokea karama za Roho. Bwana Yesu asifiwe, amen. Yule mwenye njaa na kiu atanyweshwa. Si watu wote ambao wana haja na hizi karama za Roho, lakini niseme kweli, kwa sababu tumekuwa tukijifunza mambo haya ya Mungu kwa pamoja, na nimeeleweka kwa watu wengi vizuri kabisa kwa, kwa ajili ya masomo haya ya kwamba Mungu anatenda kazi kwa njia ya vipawa. Mungu anafanya kazi ulimwenguni kote, hata hata mwezi umeumbwa kwa njia ya vipawa, hata dunia hii ni vipawa vya uungu vilitumika. Kwa hiyo ni vizuri sana kuelewa habari za vipawa, vipawa vya muumba Mungu wenu ambaye ni mkuu sana, kama nilivyokuwa nikisema katika kile kitabu nilichoandika, ninachosema uungu vipawa na upako, ninaeleza mambo hayo sana. Tulijifunza jinsi ambavyo Mungu hugawanyika katika uungu wake na kufanya kazi yake. Hii ni kwa sababu ya wingi wake, ukuu wake, ambapo hawezi kuondoka mote akaenda kufanya kazi kama wewe. Wewe, wewe unatoka nyumbani unakwenda ofisini kwako au kwenye biashara zako, wewe mote. Lakini Mungu haondoki mote, hata siku moja Mungu hajatoka kwenye kiti chake cha enzi. Ieleweke tu kwamba Mungu tangu utukufuni mwake, tangu milele hajaondoka kwenye kiti chake cha enzi akaenda popote, lakini uungu wake unagawanyika, unagawanyika unakwenda popote pale ambapo Bwana anapenda kufanya. Na inapokuwa ni habari ya vipawa, basi wanadamu wote wameruhusiwa kupokea vipawa, au kwa maana nyingine inaitwa ni karama, karama ambazo tasaidia maisha yako na kumtumikia Mungu. Labda ningesema tu tutaanza na hizi karama za utumishi ili tuweze kufaidiana, na ime ime yamewekwa vizuri tu, na ingawaje, unaposoma habari ya vipawa, unaposoma habari ya karama tisa za Mungu katika Biblia, wengi wenu mnafahamu zimeandikwa karama tisa, lakini si kweli kwamba ni karama tisa peke yake zilizopo katika, katika Roho Mtakatifu. Kuna mamilioni yasiyohesabika ya vipawa lakini ile vipawa tisa, safu ya operation ni safu ya utendaji wa vipawa mbalimbali mbali kama Bibilia inavyoonyesha. Nitaomba nisome maandiko mbalimbali. Andiko la kwanza naomba tusome katika kitabu cha Kutoka mlango wa arobaini kifungu kile cha thelathini na nne mpaka kile kifungu cha thelathini na nane maneno yanasema hivi: Ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Wala Musa hakuweza kuliingia hema la kukutania kwa sababu ya lile wingu likajaa lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Na hapo lile wingu lilipoinuliwa kutoka juu ya maskani, wana wa Israeli wakaenda mbele katika safari zao zote bali kama lile wingu halikuinuliwa wakati ule hawakusafiri, hata siku ile lilipoinuliwa tena. Kwa maana lile wingu la Bwana lilikuwa juu ya maskani wakati wa mchana, na mlikuwa na moto ndani yake wakati wa usiku, mbele ya macho ya nyumba ya Israeli katika safari zao zote. Mlango wa kumi wa Hesabu, mlango wa kumi, kifungu cha kwanza mpaka kile cha kumi, kinasema hivi kisha, kisha Bwana akanenda na Musa akamwambia Jifanyie tarumbeta mbili za fedha, utazifanya za kazi ya ufuzi, nao utazitumia kwa kuwa kwa kuwaita makutano wa kutane, na kwa kusafiri kwao yale makambi. Na hapo mtakapozipiga hizo tarumbeta, mkutano wote utakukutanikia wewe hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Nao wakipiga tarumbeta moja tu, ndipo wakuu walio vichwa vya maelfu ya Israeli Watakutanika, watakukutanikia wewe tena. hapo mtakapopiga sauti ya tarumbeta ya kugutusha sana, marago yaliyoko upande wa mashariki yatasafiri. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha ya pili, marago yaliyoko upande wa kusini watasafiri. watapiga sauti ya kugutusha mtapiga, lakini hamtapiga... samahani, kifungu cha saba, kifungu cha sita watapiga sauti ya kukutusha kwa ajili ya safari zao, lakini mkutano utakapokutanishwa pamoja, mtapiga lakini hamtapiga sauti ya kukutusha. Wana wa Haruni makuhani ndio watakaopiga hizo tarumbeta, nazo zitakuwa kwenu ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Tena hapo mtakapokwenda kupiga, kupiga vita, sauti ya kukutusha kwa tarumbeta, nanyi mtakumbuka mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtaokolewa. Nanyi mtakumbukwa, nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtaokolewa na adui zenu. Tena katika siku ya miezi kwenu mtapiga hizo, tena katika siku ya furaha yenu na katika sikukuu zenu zilizoamuriwa na katika kuandama, kuandama miezi, kuandama miezi kwenu mtapiga hizo tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa na juu ya dhabihu ya sadaka zenu za amani, nazo zitakuwa kwenu ni ukumbusho mbele za Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana asifiwe, amina. Ninalo neno nakuambia, kabla sija sijaeleza hili habari ya, ya, ya karama za Roho na vipawa vilivyopo, najua kwamba wengi wenu tumetoka katika makanisa mbalimbali na si ajabu katika imani yako ukawa unaishi mbele za Mungu kwa njia ile uliokuwepo katika kanisa lako au katika imani uliyokuwa uliokuwa nayo kabla haujaokoka. lili sisi ni jeshi la Bwana na tunaongozwa kwa taratibu ambazo zinatoka kwa Mungu mwenyewe. Na kama wewe utaelewa taratibu za miongozo ambazo Mungu anatuongoza utashangaa Mungu alivyo. Lakini kama utatoka nyumbani kwako na kuja kukaa na kuimba na kuondoka na nyumbani kwa sababu ni siku ya Jumapili, hutaelewa ninalokuambia, hutaelewa Mungu anavyoongoza watu wake. Israeli hawakusafiri kama walivyopenda, hawakusafiri kama walivyopenda. Kulikweko na wingu juu ambalo lilikuwa linatanda juu yao, na lile wingu hata leo lipo. Kwa sababu gani? wao Mungu, Mungu, Mungu alifanya kazi juu yao katika miili yao, lakini sisi Mungu anafanya anafanya ndani yetu juu ya roho zetu. Hiyo ndio tofauti iliyopo. Kwa hiyo lile lile wingu lilioonekana juu ya anga ni lile lile linaloonekana juu ya roho zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Elewa na nasema kwa wale ambao wamejazwa Roho Mtakatifu maana kuna watu wengine ambao wanaokoka hawana haja ya kujazwa Roho, wanasema damu ya Yesu imenisafisha. Na wewe jiulize, huyu Mungu ambaye amesema watu wajaze Roho, alikuwa alikuwa hana akili? hakujua kwamba mtu akishaokoka inatosha? hujafika mbinguni, upo hapa kuongozwa na Bwana na miongozo hiyo imewakilishwa katika uungu ambao uko ndani yako. Mungu ataongoza maisha yako kwa namna ile ambayo anapenda mwenyewe. Israeli katika tulivyosoma hapa, Israeli walipokuwa wanakwenda, kulikuwa na makambi mbalimbali mbali. makambi vituo, maana yake. Na katika vile vituo vilikuwa vinaamuriwa kabla wajatoka kituo hiki kwenda kituo kingine, walikuwa wana, wanaliangalia lile wingu. Kama lile wingu lingekaa pale kwenye kile kituo kwa muda wa mwezi, walikaa kwa mwezi kama lilikaa kwa muda wa miezi minne walikaa miezi minne, na hata kama lilikaa kwa wiki moja likaondoka, mara walipoona lile wingu linaondoka, na wao waliondoka, hawakukaa na wali hawakubaki hawa hata mmoja, kwa sababu safari yao ilikuwa inaongozwa na lile wingu ambao lilikuwa juu yao. Nataka niseme hivi, Mkristo asiyekubali kuongozwa na Roho, Ukristo wake hauna maana. Liko wingu la Roho ambalo linakaa ndani ya kila mmoja aliyeokoka aliyejawa Roho. Ile wingu lina nyakati mbalimbali ndani yako. Kuna wakati wa kuondoka katika safari za kiroho, kuna wakati wa kukaa na kuomba na kufunga, kuna wakati wa kuanza vita vya kiroho eh, kuna wakati mbalimbali mbali, na kuna wakati wa kwenda katika mahali papya. Mungu anakuhitaji usogee uende katika kambi nyingine mpya ya mambo mapya eh, ya kukutana na vitu ambavyo ni vipya, maana hatukuitwa kukaa mahali pamoja. Tunaposema habari ya kambi za kiroho, ukweli nataka nikuambie, roho za wanadamu waliokombolewa zina safari na zinasafiri hata kuliko Israeli walioko safiri jangwani. Bwana asifiwe, unasafiri sana eh, unasafiri ingawaje mwili wako huko hapa lakini tuna vituo vya kiroho ambavyo vinatuongoza, vinaongozwa kutoka kambi hii kwenda kambi nyingine. Na mtu ambaye hana haja ya kusikia sauti ya Bwana hatafahamu mambo yayo, hataelewa wingu lile linafanya nini. Hata akiona wingu lile linamshawishi kitu, hatakubaliana nalo kwa sababu yeye anajiongoza mwenyewe, yeye anafanya mambo yake kwa kutaka mwenyewe. Wakristo, kanisa ni kama jeshi la Bwana na linaongozwa na nguvu itokaye juu mbinguni, na kama akiongoza kanisa lake, kama mwanadamu aliyopo ndani yake, kama atakaa katika kutii na kuambia, tujapokutana na manyoka, tujapokutana na simba, tujapokutana na mamba, bali vyote vitashindwa. Haleluya! <coughs> Waliongozwa, waliongozwa, wali e, wingu lile liko ndani yetu, sio mfano, ni kweli Sio mfano, ni kweli. Na kwa sababu hiyo nimesoma neno hili nikasema kwamba naangalia, tumesoma hapa kuna tarumbeta zilizokuwa zinapigwa, tena kuna tarumbeta iliyokuwa inapigwa kwa mgutusho, na kuna zingine zilikuwa zinapigwa bila mgutusho. Nisikilize sana, kama ukielewa mambo haya utafaidi sana. Tunakwenda kama mwili mmoja, tunakwenda kama kiungo kimoja na Mungu ambaye alikuwa anaona safari zetu kule mbele, kuna nini, aliandaa hizo tarumbeta. Kwa hiyo kulikuwa na tarumbeta wakati ule ambapo Israeli wanataka kuondoka, hawakuondoka kwa wingu tu, kulikuwa na wakati mwingine tarumbeta zinalia, na katika zile tarumbeta kulikuwa na mpigo wa tarumbeta, kulikuwa na mpigo wa tarumbeta, na hata katika roho za waamini kuna mpigo wa tarumbeta za kiroho. Unajua, kuna watu wengine ambao, kama kweli nakaa na Bwana, roho yako inaweza kuongoza moyo wako na akili zako, ukaona ushawishi mkali katika roho yako ambayo Roho anataka twende, anataka ufanye, anataka uende u, u, u, uende mahali kama hapa, hata kama ulikuwa unafanya biashara gani, saa hiyo ni kuviacha vyote na kutii tarumbeta ambayo imelia mbele yako. Haleluya! Na zile tarumbeta zilikuwa zinapigwa na wana wa Haruni, wana wa Haruni walikuwa wanapiga tarumbeta. Unajua, niwaambie kweli, kanisa hili la Bwana Yesu Kristo lina maongozi mbalimbali. Ni vizuri sana kila mwamini aliyoko hapa asijali kama wewe una kiroho sana kuliko wengine, kwa maana mimi stani kama kuna mtu ambaye ana kiroho kuliko wengine, lakini Mungu amegawanya madaraka ndani ya kanisa, amegawanya madaraka katika kanisa, na yale madaraka ni ya utendaji, na inakupasa sana sana katika, u, katika, katika ushirika wetu kama huu fahitaji kushirikiana na kutiiana na kusikilizana kwa pamoja kama wewe, hakuna mtu aliyeko hapa ambaye anaweza akasema kwamba mimi naweza kwa, kwenda mwenyewe kiroho changu, naweza kufanya kazi mwenyewe naweza mimi, siwezi, siwezi kushindwa kwenda mwenyewe. Ni kweli inawezekana kwamba hutashindwa kwenda mwenyewe lakini utavi, utavi, utapoteza vitu vingi sana, utapoteza baraka wako, utapoteza vipawa vyako, utapoteza taji zako, kwa maana kuna kazi ambayo, kama makuhani wasipopiga tarumbeta, huondoki mahali ulipo. Na kama tarumbeta inapigwa na makuhani ambao ndio wanapiga, kama huondoki pamoja na makuhani, kama wewe hupendi kuongoza na wao, utabaki pale kwenye ile kambi ukijiita damu ya Yesu imenisafisha ya kwamba mimi siogopi mimi sijali, Yesu ndiye ameniokoa, lakini ndugu, uta utapoteza mambo mengi sana. Eh, utapoteza vitu vingi sana hata ninakumbuka mi nimekuwa mchungaji wa makanisa mengi, nimekuwa mchungaji kule Mlimani, nimekuwa mchungaji kule Arusha, nimeanza makanisa mawili ya Arusha, nimekuwa mchungaji kule kule Dodoma, nimekuwa mchungaji kule Iringa, nimekuwa nimefanya me, kazi nimeanza me, kazi mbalimbali mbalimbali mbali, mbali, mbali, lakini unajua katika safari zangu za kwenda, kwa mfano wakati mmoja nilikuwa Arusha kanisa ilikuwa na naendelea vizuri sana na nilifurahia sana pale ya Arusha. Kwa ghafla, nilikuwa silali usiku, nyimbo za injili zikiimba usiku kucha ndani ya roho yangu, na zile nyimbo usasema, zenye kusema ondoka, ondoka, ondoka. Nikawaita wale waliokuwa pale, wazee wa kanisa, nika nika na nikamwita missionary nikamwambia, naondoka. Akasema unakwenda hapa, sema nakwenda kufanya kazi ya injili wengine wakanicheka, wengine wanasema kwamba una nini wewe, kanisa limeanza kukua vivyo namna hiyo unaondoka. Lakini sikuweza kulala, sikuweza kuvumilia. Na nilipoondoka, Bwana nilipeleka li kwenye mazao na mahali ambapo niliona utukufu wake, na mkono wa Bwana ukawa pamoja nami. Haleluya! using'ang'anie mamawazo yako. Mungu ana kazi na wewe, anataka kufana na wewe, anataka kufanya pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Hata kama nakuambia acha hiyo biashara twende, acha hiyo biashara. Bwana asifiwe. Sa so, uangalie pia kuna watu wa kukusaidia, kuna watu wa kukushauri katika mambo ya kiroho. Sije kaota ndoto zako ukaondoka. Mimi sikuota ndoto, niliongozwa na roho yangu, ikaona mwongozo ule, nikashawishika kwa waziwazi kabisa. Nilikuwa silali usiku wala mchana, nilikuwa nalia kama katoto kadogo, na nimetoka mahali kwenda mahali toka mahali kwenda mahali kwa mkono wa Bwana ambao ameniongoza haleluya. Na hayo ni ya kila mtu aliyeko hapa, uwe msichana uwe nani. Unajua, mara nyingi mara nyingi tunakuwa na mawazo ya vitu vya hapa duniani, shida zetu tutamwendea Mungu za duniani. Nataka nikuambia hivi, acha mambo ya shida zako, weka mambo hayo mbele za Bwana, achana nayo. Nataka kusikia sauti ya kuongozwa na Bwana katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hakuna atakayeongozwa na Bwana apate hasara. Usikae katika maombi ya shida shida shida shida. Hakuna shida ndani yako, hakuna mateso ndani yako. Bwana asifiwe. Kama unayang'ang'ania sawa sawa, lakini hakuna mateso. Bwana anajua, amekukomboa. Roho wake aliyeumba dunia juu ndani yako ni juu yako, kwa mina kwenda mbele. Bwana asifiwe. Sasa huu ni wakati tumeshawishika katika Bwana kwanza kuongea habari za upako wa vipawa vya Bwana. Haleluya. Eh, wangapi wanatamani vipawa vya Bwana? Amen. Amen. Naona kila mmoja anataka vipawa vya Bwana, lakini wakati wa utendaji ni wangapi watakayekubali? Kwa sababu hapa hapa pana pana, pana moyo. Mungu anatafuta moyo wako jinsi ambavyo umekaja tayari Huwezi kuamka leo hii ukasema nataka kipawa ukapata. Watu wana, wanaopata vipawa ni watu ambao wanatafuta uso wa Bwana, wana njaa, wana kiu, wanatamani eh, wanakaa mbele za Bwana. kwa nini Baba nikae mwenyewe bila rehema zako? Nataka nikutumikie, nataka kufanya kazi yako, na baadaye tutaona vipawa hata vingine vitatokea vya kuingilia maisha yetu. Nadhani ninyi ni watu wageni, mko nusu ya watu hapa wageni. Wakati mwanangu Elizabeth alipoponywa ugonjwa wa kansa, wengine hamna habari, wengine mnazo. So habari hizo najua, kama navyosema hapa, kuna watu wachanga wengine, ambao walikuwa wachanga sana. Kitendo kile cha ajabu kilifanyika, watu wakaanza kusema maneno ya ajabu sana, na hivyo ndio vilinihuzunisha roho sana. Nikasema, Mungu atatendaje mambo makubwa namna hii? Watu wasioni wakawa vipofu pofu kabisa, akasema oh, imani, imani ya kuponywa kwa namna hii sio imani ya Mungu, oh, Mungu jambani yeah. Kule kwangu ulikuwa muujiza ambao sijawahi kuuona. Bwana Yesu asifiwe! Na hili tokana vipawa ambavyo vipo hapa, watu wamekuwa na vipawa. Kuna mama hapa baba, Bwana alimpa kipawa cha unabii na kile, ile, ile kipawa cha, cha unabii alipokuwa amelala. Nasema kwa ajili ya wageni ambao hawajasikia jambo hili, wengine wenu mnafahamu. Na ile mama alipokuwa alipokuwa katika maisha yake ya kiroho baada ya kupokea karama, baada ya kupokea huduma hiyo ya unabii. Ni huduma ya unabii, kuna karama ya unabii na kuna huduma ya unabii, tutaziona huko mbele baadaye. Huyu mama alipokea, alipokea huduma ya unabii na Bwana akasema naye akamwambia mtoto wa askofu ana kidonda cha mkono, ni kansa. Sasa chukua jani hili hapa, kamwonyesha jani kaweke juu ya kidonda chake atapona. Bwana asifiwe. Kweli yule, yule mama akaja kanambia, kama mchungaji, mtoto wako Elizabeth ana kidonda mkononi. Nikamwambia hapana, nikamuuliza mtoto wangu, akasema hapana. Mama yule aka- aka akafunjika moyo sana. Nikamwambia kwa nini uniulize jambo. Kanambia mbwana anayesema nami kwamba Elizabeth ana kidonda mkononi na ni kansa na kanionyesha dawa ya kupona nikamwambia mtoto wangu hana, hana kitu hicho. Akaenda bwana akasema tena naye mara ya pili, akaja tena neno lile lile, akamwambia akaniambia tena baba mchungaji, Elizabeth ana kidonda. Nikamwambia hapana. Basi ikawa kwake yani, tangu wakati aliposema ikaisha miezi mitatu. Ilipoisha miezi mitatu, kweli kile kidonda pale pale aliposema nabii yule kikatokea kidonda na wakati ule mawazo yangu haikwepo hata tena kumfikiria yule nikakimbilia hospitali kama ilivyo desturi yetu, nikampeleka kwa Dokta Kimaro mzee wetu wa kanisa. Mzee alimhudumia ali, vizuri sana akatutia moyo akasema si kitu sana, hii kitu kitapona. Akasema ni fungus, aina ya fungus. Basi kaweka dawa, kaweka dawa, kiponi kinaendelea kula nyama, kinaendelea kutanuka na kula nyama ya mwili wa wa Eliza sasa ilipoendelea, Eliza akamwambia dokta, mbona hii na nini inaendelea ina tu mbona ina kidonda kinazidi kupanuka tu kupanuka tu? Ndipo nikakumbuka neno lile lililosema nami kwa habari ya Elizabeth, nikamwacha Dokta Kimano. Alisema basi kama ni hivyo, tutakwenda kufanyia tutakwenda kufanyia hichi kidonda sio, kuna kitu, si culture kama wanaita culture. Alafu nikamchukua ile mtoto nikaondoka, nikamwona yeye, nikamwona yule mama Nikamuuliza yule mama nikamwambia, wewe ulisema Elizabeth alikuwa na kidonda mkononi kimetokea, naomba unipe ile dawa. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kweli akaenda kuleta ile dawa. Usiku ule, sikiliza sana, usiku ule kabla sijaweka kwenye dawa kwenye mkono wake, Bwana akasema nami namna ya kutumia ile dawa. Kanambia, angalia hiyo dawa, hilo jani ambalo umepewa na huyu mama utalitoa jani lake kwa upande huu na kwa... Yaani, akasema kabisa, utatoa kwa namna hii na kwa namna hii. Tena akasema utakapotengeneza hiyo dawa, utakapoeza kwenye chupa, angalia mwanga, mwanga wa jua usipige, usipige, usipige ile chupa, weka katika sehemu hakuna mwanga. Nisikia mtu mmoja akasema, hiyo ni pepo. <laughs> kitu gani bwana ambacho kinakaa kizani? Hiyo ni dawa ya Mungu kweli, hiyo ambayo inakaa kizani Watoto wadogo watoto wadogo kabisa. Kwanza hata hospitali kuna dawa ambayo itakiwa ikae kwenye nuru, kwa sababu nguvu yake nguvu yake itapungua ita, ita, ita, ita. Si mnafahamu hayo? Kweli ndugu zangu wapenzi, nilimchukua ile dawa, nakumbuka tuliweka kwa siku tano, kidonda kikakauka kabisa.